Nini kimehappen kwenye social networks leo? Mimi naitwa Asteria Mvungi na hii ni AyoTV Entertainment. Well, um, mwana hip hop kutoka Tanzania Hamisi Mwinjuma aka MwanaFA hajapendezwa hata kidogo na ishu iliyo trend kwenye mitandao ya kijamii hivi karibuni ya kumkosoa legendary hip-hop, uh, artist wa Tanzania Profesa Jay ambaye pia ni mbunge wa Mikumi, ambapo swali la Nash Emcee kupitia Twitter ilikuwa ni uh, hivi singeli imesha kwenda international. Baada ya swali la Nash Emcee, Profesa Jay aliandika kwenye Twitter page ya juzi uh, dogo Nash Emcee aliuliza hivi singeli imeshakwenda international. Nilitegemea angeuliza hip hop ya bongo haivuki border, badala ya kujiuliza tumekosea wapi. Sasa tunakuwa na wivu wa kijinga na kuchukia mafanikio ya wengine waliopambana kufika hapo walipo. Sasa baada ya tweets kadhaa za professor Jay, Nash Emcee alijibu kwenye Twitter page yake pia kwa kuandika baadhi ya, uh, ya tweets na moja kati ya tweets ilikuwa inasema uh, nina uhuru wa kusema chochote ninachotaka almuhimu nisivunje uh, sheria za nchi. Hakuna pimbi yoyote anaweza kunipangia swali la kuuliza uh, kwenye mziki. Nidhamu ya woga kwangu ilikaaga upande wa kushoto kitambo kabisa. Uh, na tweet nyingine kama ameandika hivi, sijui utaenda nchi gani ukute hakuna hip hop hip hop haihitaji kuvuka boda, ivuke boda iende wapi mbinguni? Ah, na post nyingine kama hizo hapo unavyoziona. Wakati hayo yote yanaendelea, MwanaFA akatumia akatumia time yake akachukua ya time yake kuandika kwenye Twitter um, kwa kuanza kuandika Profesa Jay kuanzia uh, uh, chemsha bongo bongo Dar es Salaam uh, Uh, jina langu ni kusaidiaje zalila mentali promoter na beep uh. Ndiyo mzee, uh, hapo vipi? Msinitenge niamini mpaka nyingine nashinda kukumbuka haraka. Come on man, hakuna mtu kwenye mziki wetu ana sifa za kumkosoa huyu mzee, tena kwa kumkosea adabu. Sijui kwa nini wakati mwingine tunafanya tunavyofanya. I guess ndiyo ushujaa ushujaa wenyewe huo, lakini ukiwa kwenye utimamu kabisa wa akili huthubutu. Tweet nyingine MwanaFA akawa ameandika, unatoa wapi vigezo vya kumwakia mtu aliyobadili mziki peke yake ukafikia ku, uh, kusikilizwa na rika zote nchi nzima? Uliufanyia nini mziki cha kukupa wadhifa huo? Come on, najua kuwa uh, muasi ni sifa ya hip -hop, lakini tafadhalini muwe na viwango aise. Uh, vinginevyo, uh, love and respect too, sina zaidi aise. Well, baada ya tweet za MwanaFA, Profesa J alichukua time yake ku -appreciate maneno ya MwanaFA na kuandika hivi: uh, na respect kwako, mpiganaji wa kweli MwanaFA. Akili kubwa inatafakari mambo makubwa, tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Kwenye mabano akaweka t tatu. Uh, ikiwa ina maanisha tulipotoka tulipo na tunapoelekea. Well, hiyo ni ishu ambayo imechukua imetrend sana kwenye Twitter kwa siku ya leo. Uh, sio Profesa J peke yake na MwanaFA ameandika pia kuna watu wengine pia walitumia ukurasa wa Twitter kutoa maoni yao kuhusiana na ishu hiyo. Wewe, well, pia unaweza kuniandikia kwenye comment section below. Uniambie unaisikia vipi, lakini pia recently karibu, kisiki, kituo cha polisi ama siku za karibuni nilikuwa kisikia mtu anahitajika kituo cha polisi ama central police unaanza kuwa na wasiwasi naye amehusishwa ama anatuhumiwa ama anahisiwa kutumia madawa ya kule kwa sababu ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea siku zilizopita. Um, sasa kuna picha ambazo zilikuwa zimesambaza Diamond Platnumz akiwa anaonekana yuko uh, kituo cha polisi Central Police akiwa na kamanda Mpinga. Sasa watu wako wanasema Diamond ameitwa uh, polisi kuna nini naye e, vipi? Kwa hiyo Diamond akatumia ukurasa wake wa Instagram, ku clear things, akasema kwamba yeye aliitwa Central Police kwa sababu ali alikuwa anaendesha gari bila kuvaa seat belt ama kuvaa kufunga mkanda na hilo ni kosa kisheria. Diamond aliandika, leo niliripoti kituo kikuu cha polisi uh, wa usalama barabarani kutokana na video clip tuliyoiposti, naendesha gari barabarani bila kufunga mkanda na pia kuachia uskani na kucheza. Nikapewa onyo na kulipa faini kulingana na mujibu wa sheria. Tafadhali wa Tanzania na vijana wenzangu, tuhakikishe tunafunga mikanda pindi tupandapo na tuendeshapo magari, maana ni hatari kwa maisha yetu na inaweza kukupelekea kunyia debe pia. Lakini pia video yenyewe ambayo Diamond Platnumz inasemekana kwamba ndo ilisababisha mpaka mapolisi wakaiona, na na ndo chanzo cha yeye kuitwa polisi ni hii hapa. <tune> na kali kama hizi basi, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. mimi naitwa Steria Mvungi. Asante.